Utawala wa kijeshi nchini Sudan, umesema shambulio la ndege nyuki iliyofanywa na wapiganaji wa RSF kwenye mji wa Port Sudan, lililenga uwanja wa ndege na miundombinu ya kuzalisha umeme. Shambulio hilo la siku ya tatu mfululizo, lililenga pia kambi ya jeshi na limekuja siku moja baada ya kumlenga kumlengwa kwa ghala la kuhifadhia mafuta kusini mwa nchi hiyo ulio chini ya udhibiti wa jeshi la serikali. Haya yakijiri Umoja wa Mataifa kupitia naibu msemaji Farhan Haq umeonya kuhusu mji huo kushambuliwa. Katibu Mkuu ana wasiwasi na ripoti kuhusu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu ya kijeshi na ya kiraia karibu na uwanja wa ndege wa bandari ya Sudan unaoripotiwa kutekelezwa na RSF. Mashambulizi haya yanaonekana kuwa ya hivi punde zaidi katika msururu wa ulipizaji kisasi wa operesheni za kijeshi zinazofanywa na RSF na ghafla vikosi vyenye silaha vinavyolenga viwanja vya ndege katika maeneo mengine. Shambulio dhidi ya bandari ya Sudan ni hali inayotia wasiwasi wasi na inatisha ulinzi wa raia katika eneo hilo kutokana na kushuhudia migogoro mikali katika maeneo mengine ya nchi. Ni mtazamo wake Farhan Haq, naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa.